Ni kosa kumwambia mtu eh, kwamba njoo kesho, haujala kitu chochote, nije nikupime sukari mm -hmm. Kwa sababu ukiwa uko kwenye hatua za awali, kisukari kinajitengeneza, ukikaa masaa zaidi ya nane ukiwa ujala kitu chochote, lazima nitakukuta sukari yako iko kawaida. Ili uweze kujigundua haraka mm -hmm. na ugonjwa wa kisukari, kwa kutumia hiki kipimo cha glukometa, unatakiwa Ukishamaliza kula baada ya masaa mawili ukijipima sukari yako ikazidi kumi na moja pointi moja wewe ni mgonjwa wa kisukari. Umbona kwa hiyo mm-hmm, kile kitendo cha kumwambia njo kesho ukiwa haujala kitu chochote, sasa labda mara ya mwisho kula ilikuwa saa kumi na mbili jioni yeah, alafu unashinda usiku kucha haujara kitu chochote mm-hmm, asubuhi unaenda kupima unaambua sukari yako iko kawaida e, inasoma sita. Sasa tayari ile sukari imefifia taratibu, imefifia taratibu, mwisho wa siku imerudi kawaida Diyo. Kwa ukitaka kujigundua katika hatua za awali kwa kutumia hiki kipimo cha glukometa mm. Unatakiwa u, ujipime masaa mawili toka umekula chakula chako kwa mfano, Diyo. Labda umekula chakula ukakaa masaa manne Eh, alafu kaenda kwa pima, alafu kakuta sukari yako iko 12. Ha, ukirudia mara kadhaa vipimo vinasoma hivyo mm. Baada ya kula masaa manne, wewe tunatakiwa tukuite mgonjwa wa kisukari. Kwa kiufupi tu ni kwamba tunawachelewesha watu kuwagundua na ugonjwa huu. Tunawagundua, tayari ugonjwa ushatengeneza mizizi mm. Kwa sababu mm. ya kuwaambia njoo upime ukiwa hujala kitu chochote toka umekula jana. Kwa hiyo lazima utakuta majibu ya uongo.